Uandaaji wa sherehe za kitaifa nje ya jiji la Nairobi ulioanza mwaka wa elfu mbili kumi na sita, umewezesha kaunti kupata sio tu manufaa ya kiuchumi bali pia miradi ya maendeleo ya kudumu. Katika kaunti ya Kitui iliyoandaa sherehe ya sikukuu ya Mashujaa leo, uwanja wa michezo wa Ithookwe wenye uwezo wa kusitiri watu elfu kumi ulijengwa kwa ajili ya sherehe hiyo ya kitaifa, na pia Ikulu ndogo kujengwa katika eneo hilo. Gavana wa Kitui Julius Malombe alitaja sherehe hiyo kuwa hatua kubwa katika kufungua kaunti hiyo kwa maeneo mengine ya nchi. Mnamo mwaka elfu mbili kumi na tano Kenya ilitangaza hatua ya kuandaa hafla za kitaifa mbali na Nairobi, kwa lengo la kuimarisha ukuaji wa kiuchumi na kijamii, kusherekea tamaduni mbalimbali mbali za taifa hili na kuimarisha umoja wa kitaifa. Sherehe hizi sio tu zinaboresha jinsi wa Kenya wanavyosherekea hafla za kizalendo, bali pia huimarisha uchumi na maendeleo katika kaunti husika. Gavana wa kaunti ya Kitui, Julius Malombe amesema sherehe hizo katika kaunti yake zimewezesha kutekelezwa kwa miradi kadhaa mikubwa ya maendeleo, miongoni mwao ujenzi wa uwanja wa Ithookwe wenye nafasi ya watu elfu kumi ambapo hafla ya siku kuu ya Mashujaa mwaka huu iliandaliwa e... ukarabati wa uwanja mdogo wa ndege wa Ithookwe na upanuzi wa mpango wa uunganishaji umeme katika maeneo ya mashambani ili kuhusisha familia 750 miongoni mwa mipango mingine ya maendeleo.

and 10 others which have been proposed for construction. Malombe amesema fursa hiyo ya kuandaa sherehe hizo mwaka huu ni ishara ya ushirikishwaji wa kitaifa ambapo maeneo yote ya nchi yanahisi kuzingatiwa kwa usawa. This is indicative of your responsiveness as a national leader who is committed to inclusive service delivery. And development in all parts of our country. Gavana huyo alitaja mipango kadhaa ya maendeleo iliyotokana na sherehe hizo katika kaunti hiyo ili kuashiria heshima ya kupatiwa fursa hiyo. Tilio Marco Darubini. Kpana.